Bwana akubariki na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Bwana kwa uso wake akupe amani. Jina la Baba na, na Amen. Mwana Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Majina ya kwangu naitwa Agnes Dionizi, majina ya mwanangu naitwa Mama Daudi, kutoka mtaa wa Mpaji kwa, kwa jina naitwa Rehema Mingo kwa wow, jina la mtoto naitwa mama Neema. Nipo mtaa wa Mpaji, nimeokoka na mpenda Yesu, yaani napenda sana sana kama hivi, labda mkitutembelea. Kwa hiyo mnazidi kuputia moyo kuputia mm, ngu wenu mm -hmm. Bwana Yesu asifiwe. kwa majina naitwa Lina Mara Winston na nimeokoka na mpenda Yesu, ila kwa jina lingine naitwa mama Tanasi na tunapenda kumshukuru Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nasi, ametupigania tangia tuwanze mahali hapa na mpaka sasa tulipo. Mungu ni mwema na anazidi kutulinda na anazidi kuonekana. Tunamshukuru na nyie, tunawashukuru kwa kututembelea na kwa kututia nguvu. Mungu awabariki. Tuongoza ah. ibada ya wa kina mama, mimi nilikuwa ni mwendesha liturujia. Amen, amen, barikiwa sana mamangu. siku ya wanawake wewe ulishika nafasi gani? wanawake ilikuwa mzee wa kanisa. Barikiwe sana Mungu watunze watunzekanais wasikiwe kwa jina anaitwa. Mchungaji nasanaripet Nduba ni mchungaji wa usharika wa Salasala -sala, jimbo la Kaskazini. Tulikuwa kwenye ziara ya kufika hapo katika mtaa wa Galilaya, lakini baadaye tumepitia hapa kwenye mtaa huu wa Mpaji, mahali ambapo tumeona jinsi eneo hili lilivyo na jinsi ambavyo linaendelea kutayarishwa kwa ajili ya mahali pa kuabudia mahali pa kanisa. Ategemea kujenga kanisa hapo, lakini tumefika pia, pia mahali ambapo wanaabudia mahali pa mwembe chini kabisa, na kwa kweli, uh, kwa kweli wanaanza kwa ugumu fulani, lakini tunaamini kwamba Mungu ni mwema, yeye hata wacha waendelee hivi, bali atawainua watu ambao wataungana, wata, wata pamoja nao, na kisha wataendeleza ujenzi wa kanisa. Mimi nawatia moyo wanampaji, kwa sababu mwanzo siku zote ni mgumu, lakini baadaye mambo yote yanaweza kuwa mazuri kabisa. Ninaamini uh, ushirika ambao utapewa mahali hapa kwa ajili ya kutunza, utatunza na utaweka kanisa na watu watakuwa wanapita kwa ajili ya kuabudu. Kanisa hili liko karibu na barabara ya kuelekea Moshi Arusha. uh, wale wanaotoka Dar es Salaam kwenda Moshi Arusha, na maeneo mengine kupitia barabara hii, wanaweza kupata kituo cha kufika mahali hapa na kuabudu, alafu baadaye wakaendelea na safari. Karibuni sana, lakini niwapongeze wanampaji. Mungu awabariki. Amen.